Niwahakikishie wawekezaji wote, kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar zitaendelea kuweka mazingira rafiki na miundombinu wezeshi ili kuvutia wawekezaji wenye tija kama huyu wa Jazz Elite Aurora. Tunawashukuru sana ndugu zangu kwa dhati kabisa.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 utulivu wa kisiasa na amani ya nchi yetu Tanzania. oye oy! Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, nichukue nafasi pia kuupongeza mkoa wa kusini Unguja kwa kuendelea kuongoza kwa idadi ya hoteli zinazojengwa. Kwa nasikiliza takwimu, kwa kipindi ambacho mkurugenzi wa ZIPA ametaja, hoteli mia tano zimejengwa kati ya hizo mia mbili na ziko kusini na mia tatu zilizobaki wanagawana mikoa mingine. Hii ni, ni ni hatua kubwa sana, kwa hiyo lazima tujivunie wana kusini. Tusijivunie tu lakini, tutumie fursa hizi kustawisha maisha yetu, kufanya kazi, kupata kipato, kustawisha maisha yetu, lakini sema maendeleo haya yanatokana na jitihada zinazofanywa na serikali za kujenga miundombinu ya barabara kusambaza umeme na uwepo wa maji safi na salama ya kutosha, na pale ambayo hayatoshi sera za serikali zinaruhusu wawekezaji wasafishe maji ya bahari ili waweze kutumia kwa matumizi ya hoteli. Kwayo sera zetu, sheria zetu ziko vizuri kwenye uwekezaji. Baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa hoteli ya Jazz Elite Aurora imezinduliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Ni wahakikishie wawekezaji wote, kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Zitaendelea kuweka mazingira rafiki na miundombinu wezeshi ili kuvutia wawekezaji wenye tija kama huyu wa Jazz Elite Aurora. Tunawashukuru sana, ndugu zangu, kwa dhati kabisa. Natoa pongezi